Toeni hoja zenu zenye nguvu, asema mfalme wa Yehova. Leteni maneno yenu Bwana Mkabidhi Mungu yale yaliyo mavitaji yako, mkabidhi Mungu yale ambayo ndilo hitaji lako la kila siku, yale ambayo yaonekana katika maisha yako. Maisha yangu yaonekana tumea katia tamaa kabisa, lakini Bwana anasema leteni maneno yenu. Maneno gani? ambayo ni moja ziki amba Unamwambia nini yeye? Anasema tunahitaji kuweza kupeleka hoja kitika kwa Mungu, tunahitaji kupeleka maneno haya kwa Mungu. Lakini katika kitabu cha Warumi Paulo anasema hatuwezi tu kama tulivyo, tunahitaji kumkaribisha Roho Mtakatifu katika kila sura so ya kitabu cha Warumi, naye anasema agalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi ipasavyo, lakini Roho mwenyewe hutusaidia kwa kuukua usikoweza kutangua kutangwa baa unazoleka katika maombi. Tumtangulize Roho tati Roho wa Mungu apate kuwa kutusaidia katika udhaifu wetu. Inawezekana tunaomba katika udhaifu ambao wakati mwingine hatupeleki yale maneno ambayo yanahitaji kupelekwa kwa Mungu wetu. Inawezekana tunapeleka hoja ambazo si zenyewe, si zile hoja ambazo tunahitaji kwenda kupeleka kwa Mungu, hoja zenye nguvu ambazo esisayea

tuwe na msamaha, tujioshe, tujitakase, maombi yetu na matendo yetu yasiwe mbele za macho ya Bwana Ma imelekezwa kwetu ikiwa inaomba tuweze aweze kutushika aweze kutusaidia katika eh, ma-magumu yote tunayopitia. Sasa ni wajibu wa kila mmoja mwenja wetu weze, weze kupeleka kozesaniawau wa kila mmoja wetu kumkaribisha Roho Mtakatifu katika maisha yake ili aweze kutusaidia katika kujipeleka

poja zetu zikaweza kufika na kusikika katika kiti cha enzi cha Bwana, jioni ya leo, kila mmoja wetu uwezo wa kuweza kujifahamu, lakini <coughs> aweze kukupatia nguvu ya kusimama na kukubalika machoni pake pale

sika kile ambacho mtabibu wamekiona na hatimaye kuisha ajili jina lake atakapokuwa amerudi hapa akiwa amegona ya. Inawezekana yako majina mengine ya wagonjwa ambayo hayajasemwa hapa, lakini tuombe kwa ajili ya wagonjwa, na kama kuna mtu ana jina la mgonjwa, basi atatuambia pia tuweze kuitaja. Alafu jambo la pili ambalo tunaliomba ni kwa ajili ya Mungu tuwezesha kufanya mambo ya kiroho kuwa kipaumbele chetu, kwamba tunapohitajika kwa ajili ya kuendelea kufanya ya kufanya eh, mambo ya kiroho basi yawe kipaumbele. Lakini tunaendelea kuomba kwa ajili ya uh, slogan yetu ya majengo. Bwana nit huu tuombe, Bwana endelee kutunua katika hili pia, ili kwamba lengo lile tulilojiwekea kwa neema tuweze kulifikia. Lakini jambo la nne ni kuomba kwa ajili ya uchumi wetu na moyo wa kutoa kwa kazi ya Mungu. Mungu atunue katika kazi zetu, ili uchumi wetu upate kuwa ni uchumi mzuri lakini baada ya kukupatia hilo basi, tutoe kwa ajili ya kazi. Hayo ni mambo manne ambayo tutaenda kuyaombea katika hii ya leo, na kama kuna jambo ambalo huenda uh, sikuitaja katika hili na wependa nioksehemu ya maombi yeke weze kuona mono basi